Hivi Kafu hawa wenye mashindano sijuia, ni ugeni wa watu au vipi? Kafu wenye mashindano haya, unapokwenda kwenye group stage, kila idara huwa kila idara inapewa uh, taarifa za mabadiliko ya kikanuni, taratibu na misingi ya kwenye hiyo tournament, inapoanzia kwenye group stage, kila idara, hata mimi kwenye idara yangu ya habari tulitafutwa, mnawewa kwenye group moja wote baada ya hapo mnataarifiwa patakuwa pana Zoom meeting kwa ajili ya kupata seminar ya hiyo tournament jana. Hii nawaambia sasa, leo kama sijibu hilo swali. Jana kuna baadhi ya maafisa habari sitawataja na wastai Watanzania, timu zao zipo kwenye makundi, Watanzania hawashiriki vikao, hawashiriki yote. Jana waelekeza kwamba sasa hivi tunaruhusiwa pia hata kuposti magoli. Eh, kweli kaambia tunaruhusiwa lakini ina highlights yake hizo, dakika tatu na uiposti baada ya masaa mawili. Wakiwa wanaposti zamani al-Ahli, tulikuwa ah, tunashtuka, amaona ah, kama Waarabu wanapendelewa, kumbe tulikuwa hatuhudhurii vikao, hatupati hizi seminar. Kwa hiyo sisi kwenye idara ya habari tumeshashibishwa, na uzuri mimi sio mchoyo wa maarifa, nimeshia na wenzangu wote ambao hawakuwepo kwenye kikao, kama mwenyekiti kama mwenyekiti wasema hawakuwepo kwenye ile Zoom meeting hawakuwepo. Nimefanya kazi jana kuwatumia bwana mwongozo ndo huu sasa hivi kwenye idara za habari natakiwa mposti hiki mnaweza kuruhusiwa kushoot sasa hivi arrival video mnaweza kushoot warm up kila kitu ni mwaelezea jana hivyo hivyo kwenye idara za masoko idara za sheria idara za masoko unatumiwa kabisa sionyeshe hapa ndugu zangu mambo kwa ushahidi tu wadogo wanaongea vitu hawavijui kisha kama umeelewa <coughs> takuonyesha kwa siri yako. Mmoja kaniambia sikusoma hii hii. <laughs> <laughs> Hey, Marketing Cycle ya ishirini na tano, ishirini na sita zinatumwa taratibu zote hapa on hapa wanakuelezea vitu vyote wanavyotaka. Kosa kwenye hili swala la logo CAF, wamechenji logo na msimu ukiwa unaanza, kama unavyoona mipira kama unavyoona bips ndivyo Kafu wanavyotuma kwa kila timu. Mimi mwenyewe hapa afisa habari huwa napokea mzigo wangu wa bips kwa ajili ya wapiga picha ambao ziko branded Puma. Kila msimu unapokea box ambayo limetumwa DHL na kufikia kila club, hasa kuna wengine hata address ya wana Kafu wanatoka huko Ukairo, wanakuja ad makao makuu wanakuta mtu anauza vyombo, hawezi kuacha mzigo taarifa kweli, mtu anatoka Cairo Misri, kapewa mzigo, pelea kwenye timu, anafika makao makuu ambako timu inasoma kwenye mtandao, anakuta mtu anauza pasi. <coughs> <coughs> no, nakuja shee, tulia, acha haraka, taarifa zinakuja CAF. kila msimu unapoanza mashindano huwa wanasupply. Mimi hapa ni kiongozi wa Yanga, unaweza kuwauliza timu za Tanzania, Azam FC na Singida Black Stars, acha hao wengine hao, kaka kuona hawaja supply bado logo official za kutumiwa, nimepewa taarifa. Kwa ajili ya kutumia kwenye nini hizi, sisi watu wa media, artwork na kila kitu, kwamba official logo ni hii, lakini kwenye kit, kwa sababu ina size yake, inawekwa hapa, shehe, ina size yake, mimi download, watu wameingia Google, kwa sababu hapa kuna tangazo bandika bandua, hapa kuna tangazo lingine tunalifichaje? Mtu kaenda kuchukua size ya kichwa changu. Na bila haya, bila hiana, wanaposti. Yaani wanafanya, yaani, kitu cha maana. Hebu angalia hii kitu. Hii ni logo mwaka jana. Ndio ilikuwa standard vipimo, wanakutumia size na kila kitu njoo Mbona hii size iz inafanana na ile dubasha liko hapa hadi hapa kweli jamani, hivi you ndio know? Ndio kweli, ndo jana haya kafu wameruhusu main sponsor kukaa hapa, taarifa. Watu hawasomi. Na nakuwa na masio hata kufungua tu email hawawezi. Email kufungua hawawezi, hawasomi. Me, leo umetokea mgoro mkubwa huko, wadhamini anauliza mbona Yanga amekaa, mbona sisi mmetutoa watu hawasome fatilieni jamani, jana nawambia, wallahi jana wameanza kuomba, wanatuma email kwa kafu bwana, tunaomba na sisi bwana tu change kidogo, mdhamini wetu wakae. Sio email atukusoma su... kweli. Kwa shekhe Zuberi, tunafata kili ambacho kafu wanatuelekeza. Sabu ukitumiwa logo unatumiwa na saizi yake kipimo gani, uikate uiweke. Sabu ukiwa mtu akudownload bwana, mi <laughs> e, download, unachukua mgazeti unaweka hapa mimi nawaambia fuatilieni. Leo si ndo tunaongea hapa, nipeni siku nne <laughs> kwa sababu yale mabango aliowekwa, wallahi nawapia, mkifua mara mbili mrudi jezi ya msimu, ile stika zilizowekwa zile stika, ukifua mara hizi jezi ya msimu imerudi kwao, unakuwa nazo nane ndani kwa sababu lazima itoke ile. Kwa sisi tunafuata kile Kafu watuelekeza kila kitu. Jana sisi tumekuwa role model, watuambie nyinyi mliwezaje kuweka sport pesa mbele jana Mwezaje? Naambia someni, yani Kafu anatuma taarifa someni watu hawasomi. Je, nikisha nimekupa na ushahidi hapa kizungu hichi. To restrict hiki, hiki sawa. Hiki vipi? Hiki sawa. Mipira hii inatumwa na Kafu. Official balls za Kafu zinatumwa. Huwezi kwa sababu okay. Kafu wanatumia puma na wewe unaenda dukani unanunua puma yako ukachezea. No? Kuna official balls. Coordinator wakija hawa, wanaosimamia wanakwambia official balls ni hii official bips za kuvaa ni hizi. Waopiga picha kila kitu ni wao, shindano ya watu haya. O, ukienda kudownload www, si nishushie hiyo kari yako, weka tumpokee. Hapana, tutaingia tu asubuhi saa kumi, atakuwepo hapo uwanja wa New Aman Complex. Tuzo tumeipigia kura, lazima na sisi tu tuione, mzizi abebe atuonyeshe tumpigie makofi tushangilie, ndio ra ndiyo tuzo pekee ya goli bora iliyokuwa Tanzania. Anayesema ana tuzo ya goli bora atuonyeshe iko wapi, saa hizi kiatu kiko Dakar, Senegal. Tuzo pekee ambayo kila mtanzania anaweza kuiona ni ya Clement Mzize. Kwa hiyo inshallah kesho watu waje, na baada ya mechi tutakuwa tunaitembeza watu waione goli bora, tuzo kama hii watu wanakuwa wanaiona. Kwa hiyo, kesho atakuja hapa Clement Mzize na atakuja kutuonyesha tuzo. Kwa hiyo kama kuna mtu mwingine anasema ana tuzo ya goli bora, tafadhali, milango iko wazi, tuonyeshe iko wapi. Usiende kudownload kama logo sasa. <laughs>